Na hakuna sehemu yoyote no, inayoonyesha aliposhuka siku ile ameondoka. Kwa hiyo ina maana Roho Mtakatifu bado yupo duniani tangu miaka ile ambayo alishuka mpaka leo tunapozungumza, na mpaka kesho ataendelea kuwepo, atahitimisha siku ya unyakuo ya mwisho ya Roho Mtakatifu hapa duniani. Kwao Roho Mtakatifu ana mwanzo wake na ana mwisho wake, kwa usije ukafikiria ukafikilia atakuwepo kuwepo tu siku zote. Alafu kitu cha ajabu unyakuo ni siku yoyote ambayo hakuna anayejua. Ndio hatari, unyakuo ni jambo Kwa hiyo haja ya kuangalia Roho takatifu, kwa sababu usipotaka kujaza, usipotaka kuwa naye. Ndio Bwana, jana tukasoma andiko litasema, usipozaliwa kwa maji na kwa roho hautaingia